Asubuhi ya leo nimepigiwa simu na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyahanga B akiniambia kuna mtoto amefanyiwa vitendo vya kikatili na hali yake sio nzuri, nzuri anahitaji msaada wa haraka. Niliweza kumpigia mjumbe wangu wa serikali ya mtaa Nyahanga ambaye aliambatana na mjumbe mwenzake wafike shuleni haraka sana kwa ajili ya kwenda kumkamata mtuhumiwa ambaye ni mama mlezi wa huyo mtoto, na kweli walifika pale wakawa wamempata wame mtoto na kawaelekeza nyumbani ni wapi, na wakamefanikiwa kumkamata mama na mi. Baada ya muda mfupi sana niliweza kuwa nimefika shuleni nikamkuta mama huyu akiwa anaendelea kuhojiwa na walimu, lakini hakuwa na ushirikiano, hakuwa na majibu ya ushirikiano ama makovu, sijajua sama mama yake mimi sema kwamba tv sui nishawahi, sikumchoma moto, sikumpiga, sijawahi kwa kweli hata kamakiwa katswaga nampiga ile kwamba mtoto mtoto labda wamekosea labda ndo nawapiga. Basi, ni mtukutu kweli yani. Unajua ni mtukutu hata pale hata hapo ngomeni anajulikana nani ni mtukutu kweli shuleni, penye tu kwanza, ni wakiachiliwa acheze kwanza, anasoma la kwanza, lakini wakiachiliwa shuleni acheze kwanza shuleni hadi saa tisa ile saa nane ndo anarudi nyumbani, yani akirudi nyumbani kila siku ni kufua nguo acheze huko. Sasa sijajua zakuwa labda kajiumiza, sijajua. Kaguzi niliyoufanya mtoto tayari ana majeraha mengi sana mwilini ambayo yamesababishwa na waya. Kwa hiyo, si tukio, kwa hiyo si tukio kwamba hapa unapoona uvimbe huo wa mtoto macho na kichwa, sio kwamba ni tukio la kwanza. Hata mwili wake una makovu mengi ambayo ametokana na kipigo cha uaya. Kwa maelezo ya mtoto, kiangalia scenario ya mtoto huyu, amepigwa siku tatu zilizopita, lakini alikuwa amefungiwa ndani na hakupata matibabu yoyote. Kwa hiyo sisi kama ustawi wa jamii, sheria inaturuhusu hata wale wapangaji ambao wameshuhudia kipigo alichopigwa mtoto na kujeruhiwa hawakutoa taarifa na wenyewe tutafikisha kwenye mamlaka husika. Tayari tumewasiliana na jeshi la polisi na tayari tumewasiliana na mwenye nyumba, tayari atuletee hao wapangaji wake. Tutakutana nao polisi na sheria itachukua mkondo wake. Sasa, jamii tutoe rai. Unapoona ukatili wowote umetendeka, tutoe taarifa kwenye mamlaka husika. Huyu mtoto leo ni siku ya tatu, angeweza kupoteza maisha yake kabisa. Na hatujui jinsi alivyovimba hicho kichwa, hatujui ameumia kiasi gani.